hapo viongozi wakishindwa kupata sifa, kupata kura kwa sera, kwa kusimama wananchi, tuchagueni kwa sababu mkishakutuchagua sisi tutafanya mambo kadhaa kadhaa kadhaa, hoja na wananchi wakawasikiliza vizuri kwa makini, wakaona namu hawa wanafaa. Wanaposhindwa hivyo, wanatumia njia mbalimbali, na moja mbali. Inaweza ikawa ukabila